Ukiupima kwa akili ya kawaida ulokole, tafsiri yake ni tokwa na akili zote ulokole. Ukiwangalia walokole kwa asilimia 98, 99, wanaakishi wanatoa tafsiri ya kwamba tafsiri ya ulokole ni tokwa na akili zote. Eh, je, kibiblia maandamano ni dhambi? Je, Yesu aliwakataza watu walipo andamana? Je, maandamano ni nini? Sasa nianze tu moja kwa moja, jibu ni hili ambalo wote naamini tunakubali. Maandamano ni kuambatana. Maandamano ni ile namna ya kushikamana, watu wawili watatu wanaelekea uelekeo mmoja kutafuta kitu fulani au kupongeza kitu fulani au kudai kitu fulani. Naamini wote tunakubali hiyo ndiyo tafsiri ya maandamano: kuambatana, kuelekea uelekeo mmoja, kwenda kutafuta kitu fulani, kwenda kufanya kitu fulani, kwenda kudai kitu fulani, ama kwenda kupongeza kitu fulani. Mungu, Bibilia, Yesu alikataza anakataza kuandamana? Hebu nisome kidogo maelezo ya Bibilia. E, nisome katika Mathayo 21 kuanzia mstari wa 8 na wa tisa na Luka na pia kitabu cha Yoshua kidogo pale. Katika Mathayo 21, e, sura ya Mathayo 21 mstari wa 8 hadi wa tisa. Biblia inasema watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia wameandamana, hao waliotangulia, na wale waliofuata wakapaza sauti zao wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye, yeah, ajae kwa jina la Bwana. Hosana juu, hosana mbinguni e... Baada ya hapo palikuwa na waliojitokeza wakaonya waka wakasema, e, Bwana katika Luka 19 mstari wa 38 hadi 40. Eh, hapa nianzie kwanza maandamano hayo, wakasema ndiye mbarikiwa a mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Basi baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia mwalimu, msari wa 39. Sasa Luka hiyo 19, msari wa 39. wakamwambia mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Uwakanya hawa waliotangulia mbele yako walio nyuma yako, hawa walioandamana walio, wanaopongeza, wanaopongeza wakanye hawa, wasio wanapongeza dharani, wakanye. Basi Yesu msari wa 40 basi Yesu akajibu akasema, nawaambieni ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Huyo ni Yesu, huko ni kwamba kuandamana. Kwa nadhani umewahi kuona maandamano ya kupongeza jitihada fulani, jambo fulani, kudai kitu fulani, kufikisha ujumbe fulani, lakini Yesu hakuzuia hakuita dhambi. Yoshua sura ya sita msala ya kumi na tano ikawa siku ya saba wakaondoka asubuhi na mapema, wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji hivyo hivyo mara saba, ila siku hii waliuzunguka huo mji, wakauzunguka hivyo mara saba, ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara saba, wakipiga kelele, wakipiga firimbi. Kwa nini walikuwa wanafanya hivi? Walikuwa wanadai haki ya kupas ya kupita katika mji wa Yeriko. Hoja nayouliza, ni dhambi watu kufanya maandamano? Kwa Biblia ninayoijua mimi, sio dhambi. Lakini kuna swali ambalo walokole na ulokole na upentekosti ulichezewa sana, hususani upentekosti. Haki wakati wowote ambapo haki ilitokea ni Mungu aliileta au ni watu waliidai? Mungu aliposababisha haki, alipomtuma Yesu, alikuja kuiombea dunia, alikuja kuiambia dunia kwamba haya ni makosa, na ndio maana mahali pengi aliambatana, aliandamana na mkutano, ili ikiwezekana mkutano tu uwe ni taarifa uwe ni taarifa ya mambo hayatakii yawe hivi. Ndio maana kuna mahali makutano walitaka kwenda kumshika wamfanye kuwa mfalme katika Yohana sita kwa. Mbona jamaa ni kama anatuonyesha namna mpya kabisa tofauti na wafalme wetu, wakuu wetu, wachungaji wetu, watawala wetu, huyu mbona ni kama ana njia njema Eh, najua hasa ulokole ukiupima kwa akili ya kawaida, ulokole tafsiri yake ni tokwa na akili zote. Ulokole ukiangalia walokole kwa asilimia tisini na nane tisini na tisa wana wanaakishi wanatoa tafsiri ya kwamba tafsiri ya ulokole ni tokwa na akili zote, kila kitu cheupe kione cheusi, kwa sababu we ndo unavyokiona kwenye ulimwengu wa roho. Chekundu kione cheupe, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ndo unavyokiona. Mlokole haamini kwenye kanuni na, kwa sababu amedanganywa. Tafsiri haiko hivyo, haijasema ni maombi kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho para. Haijasema kuomba ndo ulimwengu wa roho haijasema kumba, ila imesema tunateka nyara kila fikra zimtii Kristo katika Wakorinto wa kwanza. Hapo anaposema vita vyetu si juu ya damu na nyama, haijasema sasa vita vyetu katika ulimwengu wa roho ni kuomba Aha. katika Efeso 6 imeagiza sasa tutoke na ngao za, ebu haya maandiko yote mawili haya haya maandiko yote mawili ni kusomee haya maandiko yote mawili ni kusomee huteeuna maombi, lakini walokole e, wenyewe nachojua ni watapigizwa. Kwa mfano jizime data sema haki ataleta Mungu, haki atafunua Mungu. Naamini ndugu zako watauawa, watateswa, mkienda mahospitalini amtapata dawa e, ama mtapata midawa fulani feki E, mabarabara kutajaa mashimo, mutapata miajali, kusali mtapangiwa, mnaposali msionye uovu fulani dhuruma fulani. Ukionya tu utakuwa umefungwa. Kimsingi ninaamini mlokole yoyote aliyetokwa na akili kiwango chochote haki na wajibu ambao itakiwa kuutimiza usipoudai kwa namna ambayo ingepelekea hiyo haki itokee na kuhakikishia, jizime data ulivyojizima, utapitia mateso mpaka utakuja kujua. Kwa mfano mimi ni mtu ambaye ni, ni, nimeongea sana siku nyingi sana kwa habari ya haki inavyopatikana. Nadhani wakati wote niliitwa nimechanganyikiwa, wakati wote niliitwa sina hekima lakini leo wamefikiwa wajirani na wewe, kuna watu walikuja kujua kwamba haki ni hivi sasa, na bado bado inawezekana kabisa. Hapa uta, utazima data kabisa, utazima data, utazima data, utazima data hapa utazima data, lakini tunakwenda mbele na inawezekana, Mungu hataokoa kama wewe hutatimiza wajibu wako wa kupigania haki wa kudai haki. Sasa ikiwezekana, nimalizie kwa kusoma eh, vita vyetu ni kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho ni maombi, ni magoti. Sijua bibilia bibilia mlisomea kwa hila na makusudi maovu na unaitafsiri hivyo. Bibilia isome tu ilivyo, usiongeze kitu Chukua biblia yako tusome pamoja hayo maandiko ya Wakorinto na ya Waefeso. Chukua biblia yako uone kama kuna kitu naongezea hapa. Kwa nini unaongezea jambo hapa kwamba kuomba ndo kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho? Sasa jizimeni data walokole si? unachojua una utaaira kutokwa na akili ni kuwa rohoni. Akina Mbarikiwa yamewapata hawana hekima sisi inawezekana tumesha zoera ya kulia, inawezekana tumezoela ya kulia. Utakayeanza sasa, uenda wewe utalia kwa toni ngumu sana, jiona kwa sababu kwanza utakuwa unajiona kwa namna ulivyowahi kuwa mpumbavu, haukuziba ufa wakati ambapo tulikuwa tukitoa mashauri ya kwamba eh, haki huwa inadaiwa kwa njia gani. Kimsingi, kabla sijasoma hapa, nataka ufahamu kuna mahali haki inadaiwa kwa namna ya kwamba kama nitapona nitapata haki, kama nitakufa na nifie wakati nadai haki. Ndio wale wakoma wanne ambao walisema tukiingia mjini tunakufa, tukikaa hapa tunakufa, acha tuende kwa Washami, wakituacha hai tutakuwa hai wakituua tumekufa tu. Haya, mlokole sawa, weni ni ulimwengu waro. Naomba nsoma ayo maandiko nimalizie, Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa tatu hadi wa sita Naomba uelewe kabla ya hapo, baada ya hapo, ulikuti neno maombi ila utakuta lilivyofafanua inasema hivi e, maana ingawa tunanenda katika mwili hatufanye vita kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Na, naomba uelewe utalikuta neno maombi hapa kwenye Efeso kule mbele utaona kukuta maombi inavyoweza kusaidia kufikia hatima. sio maombi ndio kupigana kwenye ulimwengu wa mm -mm, roho na kusomea hapa na kusomea mstari wa nne maana Ms. silaha za vita vyetu si mwili si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome tano. Tunaangushaje ngome? Tunaomba, tunaomba. Sikia, tukiangusha mawazo na kila kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, juu ya haki, tukiangusha mawazo, mawazo mabaya katika ii, wako mazungumzo mabaya huharibu tabia njema Mawazo mabaya huingizwa na maneno. Eva alidanganywa na nyoka kwa maneno, akawa na mawazo mabaya. Adamu alidanganywa na Eva kwa maneno, akawa na mawazo mabaya. Delila alimdanganya Samson kwa maneno, kwa maneno, akawa na mawazo mabaya. Mtu yoyote mwenye mawazo mabaya anayevuta bangi, anayezini, anayekunywa pombe, anayefanya jambo lolote baya, jua asilimia mia moja lilianzia kusikia mawazo hutengenezwa, hata akili hutengenezwa, ndio maana watu wanaenda kusikiliza shuleni. mawazo mabaya, tukiteka nyara kila fikra na kila elimu ijinuayo juu ya elimu ya Mungu. Mungu ni tendo jema. mawazo unayapigia kelele, jamani, jambo hili ndio jema, jamani, tuishi hivi hivi, ndio jambo jema. kuteka nyara fikra hapa sio maombi, na hakuna neno maombi hapa. narudia tena, mstari wa tano Tunaziangushaje ngome? Vita vyetu si vya mwili, vya rohoni. Vyenyewe tunapiganaje? Tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho kilichoinuka, kin, kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sita tena, tukiwa tayari kupatiliza kukomesha maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia Kasome kafike mwisho, hulikuti maombi ndo kupigana kwenye ulimwengu wa roho. jizimedata e, akina Mbarikiwa hawana Mungu yanawakuta, mbona unalia? Na wewe utalia. E, kuna kilio umelia, kuna kilio umelia, umejikaza watu hawajajua. Mungu anajua, haija kukolea kwa sababu mara nyingi Mungu ruhusu kilio, ndio njia pekee ya mtu ashike adabu, ajue alivyokuwa akikosea na kuhakikishia, utalia na utatumia lugha ya kwamba laiti ningejua, ningefungua masikio nielewe lilikuwa neno la Mungu, kila ambacho Mbarikiwa alikuwa akiongea dasivyo. Achainyeshe, acha inyeshe, tuone panapovuja. Acha tubatizwe kwa moto tutafahamu haki ni nini. Efeso 6, mstari wa 10 hadi 18: Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote usiki hapo. Vaeni silaha zote, sio anzeni kuomba. Vita vyetu ni vya roho, utaviona vya ulimwengu wa roho hapa. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kumi na mbili,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 juu ya majeshi ya pepo wabaya. Majeshi ya pepo wabaya ni yale yanayopiga kelele kwa mamposa, sawa. Pepo ni tabia mbaya za watu, pepo ni tabia mbaya za watu. Ndio maana mapepo yenu haya, mtu kama alikuwa anafanya kazi, alikuwa anajua kutunza hela vizuri, akitoka na mapepo kwenye makanisa ya mnaita ya, ya Kipentekosti anakuwa ajui kufanya kazi. Anakuwa ajui kutunza pesa, pesa zote kwa kwa anatoa nabii, kwenye michango, kwenye fungu la kumi kanisani. Wakati fungu la kumi natakiwa na sadaka wanzie kwanza nyumbani. Biblia katika Timotheo wa kwanza sura tano, mstari wa nane, asiye watunza wa nyumbani wake ni mbaya kuliko asiamini, ameikaa na imani na ibada njema. Uanzia nyumbani sadaka nzuri lakini mnasema mmetokwa na mapepo mnapokuwa mmeingiwa na rasmi na mapepo. Ni kwambie hivi, pepo wabaya ni tabia chafu. Pepo ni wabaya ni kuto kujali. Pepo wabaya ni kuwaumiza watu wengine. Au ndio pepo Kutokwa na mapepo ni kutokwa na tabia mbaya, kama kichaa najikatakata nyembe, anapiga watu, analala kwenye majalala, anakula vitu vichafu. Tukisema pepo amemtoka, anaacha kufanya vitu vichafu vyenye madhara ama kusababisha madhara kwenye jamii. Nie pepo, ni haya maruerue waliowatengenezea wazungu, ambapo ndio wanawaingiza hasa mapepo. E, pepo mbaya katika ulimwengu wa roho. Nie ulimwengu wa roho, ni ulimwengu usio husiana na binadamu warohoni hatutambuliwi lakini, sisi tunatambua kila kitu. Nakuta lishati limechanika kwenye kola lisi, likoti lipana ni uh, ulichukua ni la marehemu, lisuai lipana, likiatu limepinda, lindaa limetoboka katikati au umeweka umefunga na pini, basi wewe ndo umezama kwenye ulimwengu wa roho taira. Ulimwengu wa roho sisi hatutambuliwi ni aina ya akili tunayokuwa nayo inayofanya jambo la juu kuliko elimu zetu jinsia zetu umri wetu uwezo wetu wa kifedha na kadhalika. Yesu hakusoma, wakasema amepataje kujua huyu mambo ambayo hakusoma. Wanafunzi wakasema, wakashangaa kwa jinsi walivyo na hekima na maarifa, na kugundua kwamba hawana elimu, hawajasoma, lakini wakajua walikuwa pamoja na Yesu. Hicho ndo atutambuli watu wa rohoni, lakini sasa tuna machizi, mnasema mnapigana kwenye ulimwengu hapa na maombi hapa. Mstari wa kumi na nne anasema basi simameni hali mmejifunga kweli vyunoni, haki kweli kweli, muwe ni wa kweli. Uko ndo kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho, muwe ni wa kweli, msiwe wanafiki. Nyeupe sema nyeupe, nyeusi sema nyeusi, mbaya sema mbaya. Basi, mameni hali mmejifunga kweli vyunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani mtu akiangalia usiku mchana gizani peupa na koni na haki, hizo ndo silaha hizo ndo silaha hizo ndo silaha za kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho. 15, na kufungiwa miguu tayari tuupatao kwa njia ya injili ya amani, utayari tunaoupata kwa njia ya injili ya amani unahubiriwa, uwe tayari wakati unaokufaa na usiokufaa, onya karipia kemea na kufundisha Uta, hapo ndo uwe tayari, hizo ndo silaha. Kumi na sita, zaidi ya hayo mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Niye imani ni kule kufumba macho kwa imani, nimeamini napokea kwa imani, sitakufa jinga tu. Daudi mwenyewe asema sitakufa, bali ntaishi niyasimulie matendo makuu ya Mungu. Yupo hai mtu ni anayoyafanya Daudi alimaanisha ninayoyafanya hayatakufa wakati wote, yatabaki kuwa ushuhuda duniani. Yesu alikufa, mitume walikufa, wewe ndo hutakufa? Nani amekiri hivyo yuko hai? Vitu vingine, fumkeni akili, achieni mapokeo ya kipumbavu mliopokea Bwana. 17. Tena ipokee chepeo ya wokovu, upanga wa Roho ambalo ni neno la Mungu neno la Mungu nini? Ni maneno ambayo yamebadilisha tabia za anayeongea, sio kusoma tu maandiko. Maandiko huua na kufanya uwe libishi tu ili hali taira mwisho. 18, ndio ndio anaposema mkiwa mnafanya vyote hivyo kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote maombi yanawawezesha, mkiwa na silaha hizo zinapofanya kazi, maombi yanazinoa hizo silaha. Haki hupiganiwa, hudaiwa kwa njia ambayo najua itapatikana. Tufanye maandamano? E, yanaweza kuleta vifo. Dai haki, sababisha sasa haki itokee, sababu katika kitu ambacho nimewaambia. E, siajua mmeshakadiria vifo vitakuwa vingapi, lakini kwa namna haki ilivyoporwa vifo vilivyotokea kabla ya maandamano inawezekana ni vidogo ni, ni, ni maelfu kuliko vifo ambavyo vinaweza vika. Sijajua kama umejua watu wakiandamana huwa wana watakufa wangapi. Umejua pengine we ndo utakuweko kuua kuua. watu wakiandamana, unajua we ndo utakuweko kuua. Inawezekana umeshakisia watakufa wangapi, lakini huenda haijakuwa uko mbele vifo vya taratibu vinavyotengenezwa kwenye miajali ambayo haikuwa na sababu inayotokana na mashimo, mahospitali kutokuwa na dawa, huku mahospitali kuingiza dawa feki, e, maonezi utakayokutana nayo, kutekwa, kuuawa. Uenda hivyo vifo vitakuwa vingi kuliko hivyo ambavyo ulikuwa unajua vinaweza vikatokea watu wakitumia njia ya aina fulani kudai haki, wananchi tunatimiza tu wajibu. Tunajua inawezekana kabisa, hakuna utakachoelewa. Natimiza tu wajibu. Kuna siku na miaka utakuja kusema, ila kuna watu waliwahi kuongea kwa maana hii. Nilikuwa nimezima data kabisa, nimenyofua kabisa na wifi nimekizima kabisa, nimetoa na betri kabisa, nimevitenganisha. Lakini mateso maumivu ni mwalimu, atakuja kukufundisha na utajua ulichelewa sana. Sisi watajihukumu miaka yote ya nyuma, kwa nini hatukuchukua hatua stahiki? Kama ni kufa tungekufa mapema kuliko haya tuliyoyaona huku mbele, utakuja kuyaona. Majuto ni mjukuu, na mi nimenielewa sana kuhusiana na maandamano kwa mujibu wa Bibilia sawa, mengineyo sawa. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu alie kutoka mafichoni, nasema itengeze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakaeteswa, atakaefungwa, atakaeuawa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate pumzika mara baada ya ya tabu yake. Tazama, Mungu mkumwa haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.